Mheshimiwa Rais anaenda kuandika historia nyingine katika jiji la Tanga ambapo tunashuhudia kusainiwa kwa mikataba miwili, mmoja kwa ajili ya kujenga masoko yetu, soko la Makorora, soko la samaki la Deep Sea, na pamoja na ufukwe wa Raskazoni, na nimeona pale, nimechungulia kuna kama bilioni kumi na tatu lakini pia mradi wa pili ni kujenga bara kuboresha barabara za lami takriban kilomita 4 pamoja na mfereji wenye zaidi ya kilomita saba. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona ndoto yetu ya siku nyingi ya mradi huu wa taktiki unatekelezwa katika jiji la Tanga, bilioni 33. Hakika sisi kwetu ni shukurani na tunamwahidi Rais Samia pamoja na kazi kubwa aliyoifanya, tulisha mwakikikie shia kura kwa asilimia mia moja, lakini leo tunaenda kujalizia kura nyingine zaidi. Haya mambo yalikuwa yanaliliwa sana na watu wa Tanga, hususan soko la makorora na soko la samaki la DPC. Asante sana Mheshimiwa Waziri, umefanya kazi nzuri, kazi kubwa. Tunakushukuru kwa kutafuta fedha, lakini pila, pili kuharakisha mchakato wa kuanza utekelezaji wa mradi huu. Sisi kwa kweli Oktoba tunatiki kwa nani? Kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, asante sana Tarura, hongereni sana, kazi yenu ni nzuri, kazi yenu njinye njema kwa kweli, Mwenyezi Mungu awabariki. Sisi tunakwenda kujazilia, mmetufanyia kazi, yetu ya Oktoba itakuwa nzuri zaidi, asanteni sana.